Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: taka ngumu zaendelea kusababisha zahma kubwa huko ukanda wa Gaza, mashariki ya kati. Kuhusu takataka zimetupatia changamoto kwa kila njia, iwe ni hawa mbu wa ajabu ambao mng'ato wao unaacha alama kwenye nyuso zetu au kunuka kupindukia. Leo mashinani tunabisha hodi Cape Verde. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe kumi mwezi Juni mwaka 2025, siku ya kimataifa ya mazungumzo baina ya watu wa tamaduni mbalimbali, na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika sakata la taka huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel. Lakini kwanza na muktasari ukiwasilishwa na Flora Ndocha. Asante, Ano. Dinansa na masuala ya idadi ya watu, changamoto ya uzazi duniani si kuhusu watu kukataa kuwa wazazi, ni kuhusu kunyimwa fursa ya kuchagua kuwa mzazi, imesema ripoti mpya ya shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA iliyotolewa leo ikionyesha kuwa matatizo ya kiuchumi, ukosefu wa usawa wa kijinsia na hofu kuhusu maisha ya baadaye vinawazuia mamilioni ya watu kupata familia wanazozitamani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali ya idadi ya watu duniani, karibu asilimia arobaini ya watu wanasema changamoto ya kifedha ndiyo kikwazo kikuu Mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Natalia Kanem amesema, huu sio mgogoro wa viwango vya uzazi, ni mgogoro wa uhuru, akiongeza kuwa uchaguzi wa kweli wa uzazi unamaanisha kuondoa vikwazo, si kulazimisha maamuzi. Tishio la baa la njaa linaendelea kuiandama Sudan iliyoharibiwa vibaya na vita, limeonya leo shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, likitoa wito wa dharura kwa jamii ya kimataifa kusaidia kukidhi mahitaji yanayoongezeka na kuzuia maafa zaidi ya kibinadamu. Mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Laura Bukera, akizungumza kutoka Port Sudan, amesema kuwa licha ya shirika hilo kupanua msaada wake wa kufikia karibu watu milioni moja mjini Khartoum kwa msaada wa chakula kula na lishe bado hali ni ya kutisha. Anasema, tunahitaji kuendeleza kasi hii. Maeneo kadhaa kusini mwa nchi yako hatarini kukumbwa na baa la njaa na kwa mara ya kwanza dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mazungumzo baina ya ustaarabu tofauti, yenye lengo la kuchagiza amani, maelewano na mshikamano katika ulimwengu wa sasa uliogubikwa na chuki na mizozo. Katika ujumbe wake kuadhimisha siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza jamii ya kimataifa kukumbatia mazungumzo kama njia muhimu ya kufanikisha amani, uelewano na mshikamano baina ya watu wenye ustaarabu tofauti. Mwisho wa muhtasari wa habari, kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Cabo Verde kusikia jinsi Umoja wa Mataifa unajengea uwezo wa wavuvi wadogo ili waimarishe jamii zao. Salia papo hapo tafadhali. alors que le rechauffement record met a ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni washirika na vilevile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Vita iliyoanza ukanda wa Gaza huko mashariki ya kati, kwenye eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, vinazidi kuibua changamoto mpya kila uchao kando ya mashambulizi, vifo na majeruhi, sasa ni zahma ya taka ngumu ambazo zimezagaa na kutishia afya ya wakazi. Umoja wa Mataifa umeanza kuchukua hatua, kwani Oktoba 7 tangu wakati huo mwaka elfu mbili ishirini na tatu wanamgambo wa Hamas waliposhambulia Israel na Israel kujibu mashambulizi hadi hii leo, nuru ya utulivu inazidi kuyoyoma na kuweka suala la usafi mashakani. Asumta Masoi anamulika hali hiyo. Pe, pe, pe, ni Jamila Abu Amsha mkimbizi huyu wa ndani hapa kitongoji cha Tel Al Hawa kilichoko jiji la Gaza katika ukanda wa Gaza eneo la Palestina analokaliwa kimabavu na Israeli. Analalama kwamba tatizo lao ni nzi na mbu, harufu mbaya na uchafu uliokithiri. Asemalo ni dhahiri shahidi kwani video kutoka eneo hili inaonyesha lundo la taka mchanganyiko, vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa na makombora ya Israeli kufuatia mapigano yaliyoanza tarehe 7 Oktoba 2023, pamoja na taka za majumbani ikiwemo mifuko ya plastiki. Vita vimevuruga harakati za kuzowa taka katika eneo hili lijulikana nalo pia kama soko la firasi ambalo sasa limegeuka kuwa dampo kubwa la taka ukanda wa Gaza. Abu Amsha anaendelea kusema kwamba yote hii imesababisha madhara makubwa ya kiafya na kimazingira. watoto wetu wanaugua na magonjwa yanaendelea kuenea miongoni mwetu, hatuwezi kuketi hapa, hii ni hatari kubwa ya kiafya. Je, kuna jambo baya zaidi kuliko kuketi kando ya takataka napishaik? Anahoja Abu Hamsha, kwani kando ya dampo hili ni mahema ambayo ni makazi ya wakimbizi wa ndani waliofurushwa makwao. Video inaonesha harakati za huku na kule zikiendelea hapa jiji la Gaza na tunakutana na Ibrahim Alafifi. Yeye amefurushwa kutoka Gaza kaskazini, kazi na hapa ni makazi yake, anasema Yani, tumeathirika vibaya sana iwe kwa harufu dipende, kali au nzi ambao sasa wanang'ata um, kuliko hata a mbu. Hatuwezi tena kulala na, na vita huko Bein Hanun, eneo la pwani ya kaskazini mashariki mwa ukanda wa Gaza, vilimfurumusha Abir Abu Harbid hadi hapa soko la firasi, akidhani ni salama zaidi, lakini akakumbana na hili lundo la taka. Mubanasbel, kuhusu takataka zimetupatia changamoto kwa kila njia, iwe ni hawa mbu wa ajabu ambao mng'ato wao unaacha alama kwenye nyuso zetu au kunuka kupindukia. Kini, hatuwezi hata kutembea hapa kwa sababu ya mazingira ya kusikitisha. Sina hata la kusema, hali ni mbaya mno kwa Sobi Al-Kafarni naye mkimbizi wa ndani anasema ]impression. Maisha hapa hayawezekaniki kabisa. <coughs> Kilio chao angalau kimepatiwa majibu kiasi na UNDP, shirika la umoja mataifa la mpango wa maendeleo, ambalo sasa limechukua hatua kwa kuleta buldoza za kusomba taka na kuzipakia kwenye magari. Video inatupatia taswira ya mbali ya lundo la taka na kisha taratibu inatusogeza karibu kabisa kuonesha jinsi kijiko cha buldoza kinavyochota taka hizo na kuzipakia kwenye malori yenye nembo ya UNDP. Pamoja na buldoza wanaonekana wafanyakazi wakiwa wamevalia vizibao vya manjano pamoja na glov, lakini bila barakoa wakikusanya no taka za pembeni. Punde msafara wa magari yenye nembo ya UN, yaani umoja wa mataifa, unasogea taratibu na kisha mazungumzo na wanahabari. Mzungumzaji ni Alessandro Marashi, mkuu wa UNDP ofisi ya hapa Gaza. Initially it was a very small... Awali lilikuwa eneo dogo tu la dampo, lakini sasa ni zaidi ya mita saba. Hadi leo hii tuna mita za ujazo za taka laki mbili hapa. Hii haikubaliki, haikubaliki kwa jiji na kwa watu wanaoishi hapa, familia zao, watoto na maduka. UNDP nasema suala la taka hapa jijini Gaza sasa ni kipaumbele cha kiafya hasa wakati huu ambapo wa majira jotokali ya jotokali yanajongea. Alessandro Marashi anaendelea. Tunafanyia kazi. Tunasaka majawabu. Tuko tayari na wakandarasi kuondoa taka. Tunasubiri tu kibali cha kuzipeleka kwenye dampo lingine la muda karibu na jiji la Gaza na hii ni kutokana na kutoweza kufikia madampo mawili makuu ya jiji la Gaza. Halikadhalika, shirika hilo linasema kwamba harakati za kuondokana na taka sio tu hapa jiji la Gaza, bali pia maeneo ya kusini ambako wanashirikiana na mashirika mengine ya Umoja Mataifa, lile la kuhudumia watoto UNICEF na la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kuhakikisha kwamba taka zinazokusanywa mitaani zinatupa maeneo salama. Bwana Marasha anatamatisha akisema And again, this is the call... Narudia huu ni wito wa kuwa na dampo sahihi la kutupa taka. Shukrani sana Samta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni mashinani, na mpisha Maria Maezina Zabado de Rota Fidalgo, rais wa ushirika wa wavuvi wadogo wa samaki katika kijiji cha Ricao kilichoko katika kisiwa cha Santiano nchini Cabo Verde barani Afrika, anaelezea jinsi wanakabiliana na uhaba wa samaki kwenye eneo lao na hii ni kutokana na mradi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa malengo ya maendeleo endelevu, SDGs, unaotekelezwa na mashirika ya Umoja Mataifa. Awali wangeshusha nyavu mara mbili au tatu kwa siku baharini kwa sababu ya idadi kubwa ya samaki, lakini sasa hakuna samaki kwenye kina kirefu cha bahari, acha hata karibu na ufukweni. Nilikuwa napata samaki watatu kwa kusaidia kuvuta mashua ya uvuvi kutoka baharini. Wakati mwingine tunapata wengi zaidi. Kuhusu boti ambazo hazifanyi kazi, zingine zimesababishwa na uhaba wa chakula cha kutega samaki au injini ya kuendesha boti. Baadhi ya boti husaka maeneo mapya baharini na wavuvi huleta kitoweo nyumbani. Jambo ambalo linatupatia kipato kidogo, hasa wale ambao ni wakuu wa kaya. Nataka kusambaza ujuzi na uzoefu wangu kwa wengine katika jamii, kwa sababu ninataka kuwe na wanawake watendaji kama mimi. Nataka kuwe na viongozi wanawake wengi kama mimi. Wakuu wa kaya kila wakati wanatafuta mapato kwa watoto wetu.